Watngin wapanasaabisha usifanikiwe kabisa. Huenda Nazareti huko ambako Yesu alizaliwa angefanya ni miujiza mingine yote, lakini mpaka mwenyewe ikafikaasema nabii hau na heshima katika nji au ichi ambayo amezaliwa amezaliwa huko yukua, ya yaikuwa ameona jinsi wanavyomchukulia, alikosa nguvu ya kuweza kufanyaji ya kuweza kufanya mambo mengine aliyokuwa kiafanya huko Kapernaumu, alipokuwa kiafanya huko Galilaya, alipokuwa kiafanya maeneo tofauti tofauti miujiza mingi kule ya kufanya kwa sababu alikuwa amezaliwa huko, akawa na muona kama kawaida, mtu huyu anaweza akawa na vipawa vya rohoni vya kuweza kusababisha hapa kanisani paka badilika, lakini kwa sababu ya kutokuzingatia, kutokumchukulia kwa uzito, tunashindwa kupokea vile vitu vya thamani vilivyomo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuto kutokuheshimu, kila mtu kuto kuheshimu, kunaweza kusababisha ukakosa kitu ambacho Mungu alikuwa amekipitisha kwa kuyo, huyo huyo naye mdharau kwa sababu Mungu anapitishaga vitu vitujie vitu sisi kupitia watu na hao watu Mungu huwezi kumpangia kwamba inatakiwa hicho kitu kipitie kwa fulani. Hauwezi kumpangia. Wile hicho unachokichukulia kawaida unachokidharau unachokichukulia kwa udogo, ndio hicho hicho kilikuwa kimetumika kama mlango wa kupitishia baraka zako, kama mlango wa kupitishia mambo yako ya kukufanikisha, lakini ya kwa sababu ya hali ya kudharau umejikuta unakosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ko sababu nyingine changamoto okay. Madhara ya dharau, dharau inaumiza wale wanaodharauliwa. Kwa wale wanaodharauliwa, dharau inaumiza, inaumiza sana. Dharau pia ni ishara ya kiburi, inaonesha kiburi au ukosefu wa upendo. Madhara mengine ya dharau ni kuonesha kiburi au ukosefu wa upendo. Ukiona mpenda mtu hawezi kumdharau. Amina e, yani ukiona kipenda kitu lazima ukipe kipaumbele. Ukiona mpenda mtu au kitu lazima ukipe kipaumbele, lazima ukithamini, lazima ukipe muda kama kitu na kidharau hauwezi kukipenda. Kwa ukiona tunakosa muda na Mungu ni kwa sababu tuna, tuna mdharau. Kwa sababu tuna mdharau tunafikiria hawezi kufanya, ndio maana tunakuwa na muda na vitu vingine, lakini laki unapokuja laki laki laki swala la Mungu tunataka kumpa masaa mawili yakiisha tunatamani kwenda kufanya mambo yetu mengine. Ndio maana inakuwa kazi sana, inakuwa vigumu sana Mungu kusimama na mambo yenu. Kwa dharau pia inaashiria kukosa upendo kwa huyo mtu au kwa Mungu au na na yamani, kwa, kwa hicho so, okay, kitu ambacho umekidharau. Naka inamaanisha haukipendi. Ndio maana naweza kukubali na jamani uje kwenye mazoezi na fulani. Wewe unakuja kwa muda wako, sababu kile kitu kitakuwa na azimio au kipeni lakini kitu tu unakipenda. So upendo ni nguvu fulani inayokusukuma kusukuma kufanya kitu bila kujali madhara yake. Upendo unamsukuma mtu afanye kitu bila kujali athari za kufanya hicho kitu, hata kama kufanya hicho kitu kunaweza kugharimu uhai, utakifanya tu. Hiyo nguvu inayokusukuma kufanya kitu kama hivyo ndio tunaita ni nini? Ni upendo. Kwa hiyo dharau inaonesha kukosa upendo, kama uheshimu kitu Haukifanyi kitu kama inavyotakiwa, haukithamini, unakipa thamani ndogo, inakuwa inaonesha hauna upendo nacho. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Ya maandiko yanasema katika Mithali kumi na moja mstari wa kumi na mbili andika hiyo mtu mm -hmm. wa Mithali kumi na moja mstari wa kumi na mbili inasema mtu asiye na akili kumdharau jirani yake, bali mwenye ufahamu kukaa kimya. Mtu asiye na akili humdharau jirani yake, bali mtu mwenye ufahamu kukaa kimya. Kwa wakati mwingine, dharau imetafsiriwa kama kutokuwa na akili, kwa sababu wanasemaga usimkatie mtu tamaa ambaye bado anaishi. Haijalishi huo kwenye hali gani, ikiwa uzima bado huko ndani yake hali inaweza ikabadilika muda wote. Ko kumdharau mtu ni kukosa akili kabisa, kwa sababu vitu chini ya jua vinabadilika muda wote. Hapo kacheo liko nako muda wote, kanaweza kayeyuka kaeyuka. Unafikiri ni wangapi wana katamani kacheo hako? Ako kaelimu nakojivunia kanaweza tasikufaidie kitu chochote. Unafikiri ni wangapi wenye elimu kama yako? Hicho kikazi kinachokupa ujiko, unawachukulia wengine kama makapeti, unaweza kuta wakanyaga. Hicho kikazi kinaweza ikayeyuka muda wote, nawe wachukua kama makapeti wa kukanyaga, unakuta wana kazi kuliko ya kwako. Hizo fedha zinazoweza kukupa kiburi, ndote zinaweza zikayeyuka, sababu so mambo chini ya jua hayajatulia, kila muda yanabadilika.